U hali gani taifa la Mungu, asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ama kuwa pamoja nami, hasa katika uchambuzi wa mambo mbalimbali ambayo yanatokea na yalishapoisha tokea katika nchi ya Tanzania, Afrika, nchi za Afrika Mashariki, nchi za Afrika Magharibi, Afrika kwa ujumla pamoja na duniani kote, lakini kama ujuavyo tunaenda kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunajiuliza wote kwa pamoja kwamba ulikuwa ni mwaka wa namna gani? Kwangu mimi mwaka elfu mbili na ishirini na tano ulikuwa ni mwaka wa giza, mwaka unaoondoka na giza. Pia unaweza ukajiuliza kwa namna gani? Ni mwaka ambao tumeshuhudia vilio, machozi, damu na furaha kidogo. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano ulitawaliwa zaidi na neno ama matendo ambayo watu wengi yakawakosesha amani na si kuwakosesha amani tu, bali pia watu wengi wamejawa na hofu, wamejawa na hofu kutokana na mbegu ambazo zimepandwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na hasa zilipandwa huko nyuma lakini elfu mbili na ishirini na tano nadhani zimeota. Sasa mbegu za aina gani? Mbegu za utekaji. Vilio vya utekaji mwaka elfu mbili na ishirini na tano vilitanda lakini baadhi ya watu kwa upendo mkubwa wameendelea kukemea na kuvitaka ama kuwataka wale wote ambao wanahusika kuchukua hatua wachukue. Lakini si wanaharakati tu, bali hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa analifunga bunge, aliagiza jeshi la polisi kutokomeza ama kudhibiti vitendo hivi vya utekaji katika nchi. Ingawa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia spika wa bunge wa wakati huo, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson alipopelekewa hoja hizo za utekaji katika bunge, alisema yeye hajui chochote na hata kukataa kujadili. Lakini rais alipoenda kulifunga bunge, alipokemea vitendo hivyo, bunge lilipiga makofi. Hapo sasa unajiuliza ni nchi ya namna gani, na watu waliopo kwa sasa ni wanamna gani? Mimi naweza kusema ni watu waliojawa hofu, vitu wanaviona, lakini wanaogopa kukemea ili wasije kawaudhi labda wakubwa, lakini wakubwa wanaposimama na kukemea wale wale waliokuwa wanaogopa wanashangilia kwao. Natafakari mwaka na 2025 ulikuwa ni mwaka wa namna gani? Lakini uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025, mambo kadhaa yalijitokeza, lakini baadaye Chama cha Mapinduzi kikatangazwa kwamba kimeshinda kwa asilimia 98. Watu zaidi ya milioni thelathini walipiga kura, jambo ambalo kila mmoja limeendelea kumtafakarisha. Lakini pamoja na asilimia hizo nyingi, pamoja na takwimu hizo za watu milioni zaidi uh, ya thelathini ni kwamba walipiga kura, maajabu yakatokea, yawezekana yametokea mpaka sasa. Hakuna shamra shamra ambazo zilifanyika katika nchi ya Tanzania mwaka 2025 baada ya uchaguzi, jambo ambalo pia linaacha tafakuri kubwa katika mioyo ya watu, lakini pia katika mustakabali wa siasa za Tanzania. Katika jambo hilo hilo, na ndio maana awali nimesema kwamba ni mwaka wa giza. Vurugu zilitokea wakati wa uchaguzi na siku ambazo zilifuata, na baadhi ya Watanzania walipoteza maisha wengine kuwa walemavu, jambo ambalo lilipelekea Rais Daktari Samia kuunda tume ya uchunguzi kubaini kwamba ni nini eti ambacho kilisababisha na labda kinawakwaza watu wengi nchini Tanzania. Na tume hiyo, kuna mahala nimesema kwamba ni muhimu pia ikachunguza pia na mioyo ya wananchi. Moja ya jambo ambalo lilipelekea jambo hilo naona huko Arusha ni kijana Jovin, ambaye alipewa pia kesi ya uaini, ambapo amepokelewa na wananchi huko kwao. Inatoa picha ya namna gani? Na nadani inatoa picha ya mioyo ya watu. Naki, tukiachana na haya ambayo nimeyazungumza, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tano tumeshuhudia uh, kesi nzito ya uhaini ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Bwana Tundu Antipas Lissu. Na katika uzito wa kesi hiyo, sasa hizi kesi za uhaini, uhaini, zimeanza kuwa kama ni kesi za kawaida hivi kutokana na kwamba hali ilivyo kwa sasa, na kesi hizi zinazoitwa za uhaini zikiendelea kutambulishwa sana awamu hii ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano huenda na uko tuendako, yako matukio kadhaa. Kwa mfano kama nilivyozungumza, swala la utekaji, yuko mwanaharakati Mdude Nyagali, wako na wengine wengi ambao naomba leo nisiwataje namna moja ama nyingine, lakini tunakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na tano maswala haya yanena utekaji yalivyobamba kweli kweli katika nchi ya Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na sasa tunaenda kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwangu mimi, natamani mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na ishirini na sita yasijirudie yale ambayo yametokea mwaka elfu mbili na ishirini na tano ingawa mbegu hii iliyopandwa, natamani pia isiendelee kuota katika mioyo ya watu na katika mioyo ya viongozi. Lakini wakati tunaenda kumalizia, kumetokea mgongano na vurugu kubwa kati ya neno amani na neno haki. Wengine wananchi walio wengi wanatamani itamaraki haki katika nchi, lakini baadhi ya viongozi wanasema haki siyo ya maana sana, bali ya amani. Kwa hiyo mgongano ama vurugu za vita hii ya amani na haki, pia mwaka elfu mbili na ishirini na tano imekuwa kubwa sana, na katika hili ni mpongeze sana waziri wa mambo ya ndani Simbachawene, ambaye amekuwa mstari wa mbele kutapanga kutamalaki na kulikuza ama husisitiza neno haki tena hadharani. Lakini pia mjumbe wa mashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Mbeya, ndugu Ndeni James Maselela amekuwa pia akisisitiza na kuibidhaisha bidhaa ya haki na amani kwa ujumla wake. Mtazamaji, nawe unaweza kusema elfu mbili na ishirini na tano kwako wewe una tafakari vipi, ama una uchambuaje mwaka elfu mbili na ishirini na tano utakwenda kumalizia, uliona nini? Karibu kwa maoni yako. <tipos>